Ufunuo kama msingi au kama mlango wa kukuwezesha kuishi maisha ya kiroho au ya kiungu hapa duniani kwa jinsi ya mwili ya kukuwezesha, nikisema kuishi, maana yake kuenenda, kutembea, kukaa, kutenda kazi au mambo yako kama kiumbe cha kiroho. kabla hatujaenda kwenye hicho kitu cha kutenda kazi au kuenenda kiroho, kuenenda kimungu hapa duniani kwa jinsi ya mwili, kinachokufanya uishi kimungu duniani au uenende kiroho duniani ni ufunuo ambao unakuwa umeupata. Ufunuo ni kufunuliwa au kujulishwa au kutambulishwa kwa siri ya Mungu kwa mwanadamu. Mfano, kuna kitu haukufa, haukifahamu kabisa. Unaposoma maandiko Mungu akakwambia kilichomo ndani ya maandiko, ule ni ufunuo. Ufunuo unaenda mbele zaidi ya kile kilichopo kichwani. Unaweza ukakalili, ila ukawa haujaelewa. Ukisoma Biblia unaweza ukapata taarifa na ukapata ufunuo. Ufunuo ndio unaoleta mabadiliko, taarifa haimletei mtu mabadiliko. Ndio maana tuna mashehe wengi sana wameikalili Biblia ila hawataki kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kwa sababu wameikalili hawajapata ufunuo uliomo ndani ya maandiko, na ndio maana kwenye Wakorinto Paulo akasema kwamba andiko linaua, lakini roho inahuisha. Anaposema roho inahuisha, anaongelea swala la ufunuo, sababu Yesu alisema kwenye Yohana 6:63 kwamba maneno haya ninayowaambia ni roho. Anasema mwili haufai kitu, bali roho ndiyo itiayo uzima, na maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima ko neno la Mungu ambalo linakuja kwako kama ufunuo linakuwa ni roho ya Mungu ambayo inaachiliwa kwako, ambayo ndio inayokupa mabadiliko. Ndio maana tuweza tukakaa kama kanisani hivi, wengi wote mkanisikiliza ila sio kila mtu somo litambadilisha, ni yule ambaye amesikia akapata kitu kingine ndani ya kusikia kwake. kwa kuna mmoja ataondoka na taarifa, kuna mwingine ataondoka na ufunuo. Ufunuo ndio unaompa mtu kubadilika, taarifa haimpi mtu kubadilika. Na kama haimpi mtu kubadilika, make, ufunuo ndio unaompa mtu kupiga hatua, taarifa hazi hatua kwa hiyo, kwenye maisha pambana juu chini uweze kupata ufunuo. Ndio maana kwenye Mathayo sura ya kumi na tatu au kwenye Marko sura ya nne, wakati Yesu anatoa mfano wa mpanzi, wanafunzi wake alipomuuliza nini maana yake, akawambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini hawa walio nje mamboytonno kwa mifano ili wakisikia wasisikie, wasisikie kwa masikio yao, wakaona kwa macho yao, wakabadilika, nikawaponya kwa hiyo maanake nini? Anasema kwamba hawa walioko nje wanasikia kwa mifano, ili wakisikia wasisikie, wakitazama wasione, wasije wakabadilika. Kwa mabadiliko ni matokeo ya kusikia kitu au kuona kitu, na hicho ndicho tunachoitwa ufunuo. Kwa wale wa nje walisikia, ule kusikia kwao kuliishia kuwapa kwa taarifa, kwa hiyo haikuleta mabadiliko kwao. Lakini wale wengine walisikia, waliposikia wakapata na ufunuo ule ufunuo, ukawapa mabadiliko. Na ndio maana akasema, ninyi mmejaa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Kwa wale wali sikia achokana kisema Maira, ile siri walisikia kwa masikio yao haikufunuliwa ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo hawakubadilika. Waliokuwa ndani walisikia kwa masikio yao, wakapata na ufunuo, ikawapa mabadiliko. Asema ili wakisikia wasisikie, wakitazama wasione, wasije wakabadilika. Kiswahili kinasema wasije wakaongoka. Kuongoka sio kuokoka Kuongoka ni kupata mabadiliko. Kwa unaposoma Biblia usi, usifurahie kusoma, usifurahie kumaliza sura, usifurahie kushika mistari kichwani. Furahia kupata kile kilichomo ndani yake, furahia kupata kile ambacho kimefunuliwa kwako, kile ambacho kimeachiliwa kwenye maisha yako.